Kwenye haya maisha unahitaji wasaidizi wa kiuchumi, we call them financial supporters au financial sponsors. Hawa ni wasaidizi kwenye eneo la uchumi, hawa ni wasaidizi kwenye eneo la fedha. Luka sura ya 8 mstari wa 2 na 3, Biblia inasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Mstari wa pili. Na haya, wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa nao ni Mariamu aitoa Magdalena aliyetokwa na pepo saba na Yohana wakili wake Herode na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Huduma ya Yesu ilikuwa ina wanawake ambao walikuwa wanasema naye kumtegemeza kwa habari ya fedha. Mariamu Magdalena, Yohana mkewe na Kuza aliyekuwa ni wakili wa Herode, Susana na wanawake wengine wengi. Hawa wanawake alisema na Yesu kuhakikisha wanategemeza huduma ya Yesu kwenye maisha hayo, nayoona mmoja ya watu wa kuombea, Mungu ainue kwa ajili yako. Unahitaji Mungu ainue wa watu kwa habari ya fedha, watu kwa ajili ya kushika mkono, kwa ajili ya fedha. Kama huduma ya Yesu ilihitaji watu wenye uwezo wa kumshika mkono fedha, kama huduma ya Yesu ilikuwa na mwenye kazii na yule askari yote huduma zetu zinahitaji watu wenye uwezo wa kutoa fedha kwa ajili ya kusaidia kazi ya Mungu isonge mbele. tukisema tuna mkutano hahesabu ana shilingi ngapi, akaunti anahesabu ni shilingi ngapi inahitajika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hao walimtegemea Yesu, walimhudumia Yesu kwa mali za, na wengine wengi waliokuwa kimhudumia kwa, kwa mali kwa Yesu alihudumiwa. kama Yesu alihitaji watu kumhudumia kifedha. Who is you by the way? wenye uwezo kuwekeza kwenye kazi ya Mungu bila kujali gharama. Wako tayari Amesha tuitia tukaenda tukaangalia vile viwanja vile, akisema nauza kimoja kizuri sana. Tukasema tunahitaji kiwanja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Fedha kiasi gani? Milioni sita na kama laki mbili. Kiwanja kinahitaji kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wakati naongea na mtu mwingine, kamwambia tumepata kiwanja kwa ajili ya kanisa, lakini hatuna fedha ya kulipia kiwanja. Alisema ni kiwanja ni shilingi ngapi? Alisema subiri kidogo, tuma milioni kumi kwa ajili hiyo kazi. Na wewe, kuna wakati Mungu atainua watu kwa ajili ya kazi yake. Hawa ni watu unahitaji kuomba. Unapoomba kwa ajili ya kazi ya Mungu hapa, omba kwa ajili ya hawa financial supporter, watu ambao tayari kuwekeza. Lekele umesoma, unahitaji kwenda kusoma nje, Mungu ainue watu kwa ajili yako, akulipa scholarship, kupata scholarship, kupata sponsorship. Unahitaji kuanza biashara, Mungu atoe, aite watu kila mahali kwa ajili yako. Hao wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamhudumia Yesu kwa mali zao, lakini wako tayari kuona haulali njaa, wako tayari kuona haukosi nguo ya kuvaa. Hawako tayari ba enemies watapambana kuhakikisha na kushika mkono kwa gharama yoyote. Hawa wanawake walitegemeza huduma ya Yesu kwa mali zao. Moja ya vitu nahitaji kwenye maisha, watu wenye uwezo wa kusapoti kiuchumi, wenye uwezo wa kutoa mitaji kwa ajili ya kazi, wenye uwezo wa kubusti uchumi wako, wenye uwezo wa kusaidia wakati unaishiwa usahau kuombea wakati umeishiwa na chochote, Mungu anainua hao watu wanakusaidia kushika mkono. Nakumbuka tukiwa chuo kikuu, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa hana mkopo na hana boom na hana chochote, na familia nyumbani kwao ni uoye hae so body, haja mambia, ada, ye ndiokuwa ameapply chuo kikuu, ameapply loan board, hajapata chochote bora wengine. Namwambia haujalipiwa ada utapewa na chakula, yeye ada hajalipiwa na hela chakula hajapewa na nauli ya kwenda chuo amekopa. Kaka, kuna kaka mmoja alimwambia, mwanangu usiogopa, fedha yangu ya boom ni fedha yetu, chakula changu ni chakula chetu, ndapokalala utalala na wewe hapo hapo. Kwa yule kaka alikuwa na mwenza, kama ni saa ya chakula huko pamoja, kama ni elfu moja moja na gani, elfu moja moja wanasaidizana. Alisoma chuo kwa namna ile bila mkopo, kwa sababu mtu alikuwa tayari hela yake anayopata anaganya mara mbili, anakula naye, wakamaliza chuo. Baada ya kumaliza chuo alizunguka, mimi me miezi miwili mitatu hii, baada hapo akapata, na me i speak to you now, ni mtu mkubwa ana kazi nzuri moja ya majiji hapa ya nchini, lakini maisha yake alikuwa hana chochote. Lakini Mungu aliinua mtu akamwambia wewe, ni mwanafunzi mwenzangu, chakula changu ni chakula chako, bumu langu ni bumu lako, mtakachokula utakula na nawe hicho hicho. Mmoja watu tunahitaji kwenye maisha, ombea watu wenye uwezo wa kuwa na fedha na kusupport.